Mchaji mwenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, anaweza kuwa si katika Maquraishi, anaweza kawa si katika Waarabu, yeyote taifa <tayfalutin>, lolote na kabila lolote anaweza akawa ni walii wa Allah tabaraka wa taala. Anaweza akawa maskini, alafu akawa ni walii wa Allah tabaraka wa taala, nywele zake chakuchaku, nguo zake zimejaa vumbi lao kama anakuja nyumbani kwa mtu fulani, kubisha hodi, kuomba maji ya kunywa, kuna uwezekano akafukuzwa, akasukumwa kutoka hapa, jinsi alivyo duni, mazingira yake, shakhsia na muonekano wake, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam

Ana kitimtimu cha nywele chakuchaku, haja tana, aghbara, amejawa na vumbi, chafuka chafuka ukimwangalia nguo zake. Madfuin bilabwabi, anasukumizwa kwenye milango ya watu, hanajaha Akija kubisha hodi, wakichungulia wamba fulani, hawamfungulii bali wanamsukumiza. Kwa kuwa ni mtu, mbele ya macho ya watu hana qima, lakini ana qima mbele ya rabbul alamin. Madfuin bilabwab, husukumizwa kwenye milango ya nyumba za watu, lakini ni walii, wewe humjui.

timtimu wa nywele chaku chaku aghbar katibuka madfuin bilabwab, hana qima mbele za watu. Wanamsukumiza na milango, wanamsukumizia mbali huko, lakini lau kama ataapa kwa Allah, Allah anatakasa kiapo chake, walii huyu wa Allah tabaraka wa taala. Kwaiyo anaweza akawa hata mtu ambaye anaonekana hana maana mbele ya jamii ya watu fulani na sehemu fulani, anaweza kawa ni kabila lolote, muda wa kuwa amebeba wasifu wa yeye kuwa ni walii. Kuna watu wanadhani kwamba mawalii ni wale masharifu kabila fulani, ukoo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam peke yao, kwamba hao si watu, watu, watu kawaida, wa kawaida yule ambaye nasaba yake ikifuatiliwa inakwenda kuishilia kwa Hasan au kwa Hussein, vijukuu hivi au vitukuu vya Mtume Muhammad hivi sallallahu alaihi wasallam, anaweza asiwe mkuraishi, anaweza asiwe mwarabu, akawa iko mtu ni huko uko kusini huko ndani ndani na njilinji